E, bwana, connection ya Luludiva sasa hivi tuisubirie kwa hamna gamu. Unajua kwa nini nasema kitu hicho mtazamaji? E, nazidi kukuelezea hapa. Connection mtazamaji, seti connection ya kazi wala connection ya nini, yani connection namaanisha video za utupu za Luludiva zinatarajiwa kuvujishwa na Mange Kimambi hivi karibuni. Mtazamaji, usikae mbali. E, zinazidi kuachiliwa. Mange Kimambi ameahidi hili baada ya Ramadhan tu, ya Ramadhan kuisha tu atazidi kuvujisha connection za Lulu Diva e, connection hizi. Lakini nazidi kukuelezea matukio haya yote kwenye channel hii ya Umbea Media TV, azidi kusubscribe nazidi kulike na kushare, na azidi kukupa a, mambo yote kamili yanayotokana na uhondo wa ulimwengu huu <coughs> Tuende kwenye hoja mtazamaji e, mwaka jana huyu Mange Kimambi aliweza kuvujisha connection ya Slay na Lukamba, yani video za utupu e, Slay akiwa nakula kiboga na Lukamba akiwa nakula kiboga live bila chenga, na zilivujishwa na Mange Kimambi. Tena ilikuwa ni wakati wa Ramadhani, akatuambia subirini, inapofika mwisho wa Ramadhani, yani Eid tu, itazidi kuzivujisha hizi connection. Tukasubiria alafu ilipofika hiyo raidi akaweza kuzivujisha, na sahii ameweza kupata zingine, akasema kwamba tusubiria Ramadani napoisha tu atazidi kuzivujisha tena za Luludiva. Luludiva nadhani namfahamu, mtazamaji ni msanii anaimba, na aliwahi kuimba na Rich Mavoko, kuna nyimbo moja inajulikana kama vile ona sasa ona sasa mimi nisimamie uh, libebe Luludiva uh, huyo na memba na wasanii tofauti tofauti, na memba na nani sijui, cheke tu cheke tu libebe cheke tu. Unajua nyimbo kama hiyo mtazamaji, e bwana, huyo ndio Luludiva. Sasa uh, kuna ile nyimbo unasema yes, I need you, my life, huo ni uongo baza Luludiva pale alikuwa alikwemo mle ndani. Sasa hivi, ama nikupe nyimbo nyingine najulikana kama vile eksi na nandazi nachagua ndazi, Lalimba na Chino pale, e bwana, hiyo ni nyimbo ya Luludiva pia. Nadhani mpaka sasa nimekueleza vya kutosha na Luludiva umeweza kumjua. Sasa nikueleze kitendo ambacho alikifanya Lulu Diva alijisahau mpaka connection zake zikavujishwa zinakwenda kuvujishwa. Sasa mtazamaji, kuwa makini hapa, au kaweze kunisikiza kwa makini kabisa, nikupe kodi hizi ambazo zilifanya Lulu Diva connection zake zikwende kuvujishwa. Sababu, mara kwanza, Mange Kimambi alivujisha connection lakini haikuwa video yani ile akiliwa kiboga. Ilikuwa ni video yake tu akiwa amelala na chupi kitandani akiwa anacheza cheza, yuko uchi, lakini video zote ninazo. Mtazamaji, kama unataka kuziona, siwezi nikazi post YouTube, kutokana na sheria ambazo zipo hapa. Nikizi post basi, account ya channel itaweza kupigwa block. Lakini kama unazihitaji, dondosha namba zako ama jina lako la Telegram, nitaweza kufikia nikurushie video zote. Mimi mchambuzi kila kitu ninacho, video zote za Baltasar, video zote za Slay iwe video yote ya Lukamba, video zote mimi ninazo, connection zote zilizotokea za Boba niko nazo, file zote ukizihitaji dondosha kwenye comment pale, niweke namba yako na ya namba yako ya WhatsApp, ama niweke na jina lako la Telegram, ama namba yako ya Telegram pia. Sasa twende kwenye hoja, ni huyu huyu Luludiva huyu alikuwa me, ameenda kwenye mkutano. Baada ya kuingia kwenye mkutano, sasa hapa mtazamaji, nakupa kisa ndo ule ujue iliendaje mpaka Mange Kimambi akapata hizi connection za huyu Luludiva. Baada ya Luludiva kwenda kwenye mkutano, nimkwambia alienda kwenye mkutano, baada ya kwenda kwenye mkutano simu yake ikaisha moto e, yaani, beti, ika, ika, ikaisha moto na yeye alikuwa anahitaji kutumia akampatia bodyguard wake. Baada ya kumpatia bodyguard eh, bodyguard wake aka yani Luludiva akampatia ile simu bodyguard wake akamwambia, bwana niwekee kwa moto halafu nitachukua baadaye twende zetu. Sasa yule bodyguard akaenda kuiweka kwenye chaja. Baada kuiweka kwenye chaja eh, kumbe wahuni waliona. Bwana unajua kwenye kwenye kila, uh, kila pahali hakukosi wahuni, hata ukawa kuna waheshimiwa lakini wahuni tu, kuna mheshimiwa mmoja atakua bado ni muhuni tu akaamua kupita nayo ile simu yaani, kwa lugha nyepesi ile simu Luludiva ikaibiwa pale, naona sasa mtazamaji. Sasa ile simu ilipoibiwa Luludiva kugundua Luludiva akasema, akasema. Luludiva mwanzo alisema nipatieni simu yangu niangalie kama imefika percent ngapi ya moto, alipoenda kuangalia yule bodyguard, kwenda kuangalia kwenye aliyeka hakuipata haku akaitafuta kuiona, akajua hapa simu imeweza kuibiwa. Sasa Luludiva, hapo ndipo alikorogeka zaidi, na akasema kwamba anamlaumu bodyguard, kwa nini bodyguard aache simu iweze kuibiwa eh. Lakini pia bodyguard mwenyewe anasema, mimi mwenyewe nilifanya kama ulivyoniagiza, niweke kwenye chaji iweze kupata moto, lakini mwisho wa siku imeweza kuibiwa. Sasa hapa sijui wa kumlaumu ni nani, ni bodyguard ama ni Luludiva mtazamaji, um, sababubodyguard yake kazi yake ni kumlinda Luludiva, lakini alivyoamrishwa na Luludiva ndivyo ambavyo aliweza kufanya, mtazamaji. Sasa hivi e, simu ile ilipoibwa, ndio watu akasema kwamba twende tukamuzie Mange Kimambi, sababu Mange Kimambi ukiwa na video yote ya utupu ya msanii mkubwa ama ya msanii ambaye anajifahamika, ukimtumia, anakutumia anaku hela sasa hivyo ndio biashara yake anavyofanya kudhalilisha wenzake, lakini kiupande wake e, ndiyo e, biashara yake huyu e, Mange Kimambi. Sasa bwana, watu wakasema kwamba ombeni hiyo simu yenye meibiwa isi, isi, isi, isifike kwa Mange Kimambi sababu video zote zotupu alizokuwa kijirekodi e, huyu aluludiva azipo mle mwenye ile simu. Sasa watu wakasema kwamba ombeni hiyo simu isifike kwa Mange Kimambi, lakini Mange Kimambi naye e, akasikia fununu hizo simu imeibiwa na akaweza, ikaweza kumfikia. Sasa hivi ameahidi na kusema kwamba baada ya Ramadhani tu e, tujitayarishe kuona connection hizo ambazo Luludiva aliweza kujirekodi na kujihifadhi kwenye ile ile simu mtazamaji. Sasa wewe kuwa makini, connection ama video za utupu ebwana zinakuja, zidi kusubiria hapo hapo mtandaoni, usizidi kubanduka na wasizidi kuondoka pia. Video ya, ya nandi hivi hivi ndio iliweza kuvujishwa. E, wali, wali, sana nandi, yeye aliuza simu. Baada ya kuuza simu ya yule mwamba, akaziregesha zile video zilizokuwa zimefutwa mle. Mwenye simu baada ya kugundua kuna connection ya nandi, akamuuzia Mange Kimambi. Baada ya kuiuza na Mange Kimambi, akaweza kuiposta sasa mambo e, ndio hivi yakawa yanaenda. E bwana, sasa sijui ni kwa nini lazima watu wajirekodi wakifanya mapenzi, lakini huwa wengine wanachukulia ni unyamwezi, lakini saa zingine inakudhalilisha. Umbea Media TV, azidi kusubscribe.